Acha umbea vintusuwa, mnyini shoga yangu, nachanga karata huku na huku, wanie. Tunasema kula nyama nyamazi na kula nyama kinya kinya kole wako. Hmm, hmm. kila shemeji, anaonekana na shababi ule, maana kila navyomwangalia na ule ulefu, awe hapana. Alafu sasa, shoga yangu, shemeji ana lipsi za maaba hivi iziangalia, yaani sipati picha hiyo, sipa

Mzigo ni dawa ni hiyo. Hiyo dawa ni mzuri ni mzuri tena mzuri zaidi. Ah ah. Unataka uniambie hichi ndio chenyewe? Kaka, au mzigo ni wenyewe tena wenyewe kabisa ulotimiana. Bigi, bigi, bigi, bigi, bigi. Usije kama umeletea unga kumbe ni unga wa mkau. Kaka, nawezaje kukupa dawa mbovu? Mimi natoa dawa zenyewe hiyo, kaka. Dawa ni noma sana. Oya, we bigi, hichi kitu niko na kitafuta kwa muda mrefu sana. Oya, kuna kidemu kinanisumbua sana, nataka nikakionyeshe kuwa mi ni mwanaume Emani from Morogoro, sambui la kirogoro, sura ya mama, mwili wa baba. Kaka mimi sikudanganyi chochote, sababu hiyo dawa washigezi zangu wote wanipigia simu kwanzia y dasha kwanzia dadi sii kwanzia nane mpaka Yuzo mwenyewe wananipiga simu kusio dawa Yuzo tena bigi, bigi, bigi, bigi. Hadi Yuzo. Ha? Yuzo ni mambo yake kabisa tena kaka, Yuzo ni mambo yake kabisa. Yuzo atumii nguvu zake mwenyewe bila hizi yule tena, Yuzo eh. Atumii bila hizi nakwambia, kama Yuzo katumia bigi eh. ah. Yuzo ananitambiaga sana mwanangu, wetu ndo alikuwa mshauri wangu wa kwanza. Sasa sikia, kanambia, sasa nikupe mchongo, kuna mtu fulani ukimfata lazima utapata. Huyo ni nyoko, ile pesa leesa anapata nini mashangazi kuhusu hiyo dawa, kaka? Iko ni chenyewe pot, shida iko Alafu sasa zingatia, leo shilingi elfu moja nimeipokea, elfu moja, nimeipokea, lakini sio bei zangu hapa. Mimi nauza VIP kuanzia elfu ishirini elfu kumi na tano nimekuuzia kiushikaji, kwa sababu Yuzo wewe anakufahamu na unafahamu. Sichanelewa. Siku nyingine ukija ndio na shilingi elfu kumi na tano au elfu kumi. Full stop. Ah, matokeo sitayaona hiyo, yeah, yeah, buku sijali, mi ntakupa hiyo buku, na kama nikiona matokeo mazuri mimi nitakuwa mteja wako mbona kaka? Hamna shida. Ah? Ha? Hamna shida. Sasa ah! Oya bigi bigi bigi bigi. Mkude. Mm. Tuko pamoja. Oya bigi. Oya. Oya hey! Weh. Hamna noma. Baadhi ni wa diku poa. Zachibu siku ile aliniambia tupike ugali mwingi nile nishibe. Nikajua ninakoenda ni mbali, kumbe ni kijiji cha jirani tusio mbali. Mm -hmm. Utaweza kukaa kwa na vituko hatari. Lakini toka umefika atujiongea vizuri shemeji yangu. Vipi mazingira ya kwetu? Unaonaje? Ah, kwa kweli mazingira ya kwetu ni mazuri sana, kifupi kijiji chenu kimechangamuka tofauti na kijiji chetu Mano, kuna na mishi zipo nje nje kabisa, lakini kwetu kule ah, kuna kidogo kuna wafadhali. Amna bwana, ni hali tu ya ugeni, yaani unasema hivyo kwa sababu kuja pazoea, ndo maana, lakini ukipazoea utapona, pamepoa kama kwenu. Ah, alafu jambo lingine, shemeji, usisita kunambia chochote kile unachokiona wewe mm. unahitaji kunambia chochote kile, shemeji yangu, yaani chochote, najui chochote chochote kile wewe naambie, mimi nipo tayari kukusaidia, sio kwa ubaya, lakini ila natamani ukae hapa, ujisikie upo huru kama upo nyumbani kwenu, yaani ulipotoka, na hapa hapana tofauti wowote vile. Mfano kama nguo yako hii hmm, ukiifua wewe hata itakati, ila nikiifua wa mimi, watoto watakuuliza huyu ana mke huyu, kaoa, huyu ana mchumba, huyu ana nini, si nini nini, yaani kila mtu ataongea. Ukiangata miguu yako hiyo nikikaa na kusuguasugua, unaone alivyokuwa mchafi michafi, ile kucha hizi na kukata mwenyewe, unaonekana kijana mmoja smart sana lakini. Wemei, nishumedi yangu, lsi kufua nguo zangu, nitafua mwenyewe, nguvu ninazo. Sasa wee ufue nguo za braza za kwangu, nguvu utakuwa nazo kweli? Shumedi, wanasema mke wa kaka ni mke wako, au haujasikia? Waenga akisema hivyo. Anasemaga. Sawa. Lakini shemeji, baadaye nataka unitembeze tembeze kidogo nijue kijiji chenu kipoje. Nizoe mitaa. Na unaenda una unapalilia palilia kidogo unafanya fanya mazingira umeona unapanda vitu, kuna mihogo, kuna nini, ili mradi tu tuweze kuishi vizuri, tusiishi kinyonge hapa. Sawa, asante sana shemeji. Yes, Hallo. Mambo. Nzima. Na Mm. Unasumbuliwa na nini tena? Umeanza mideko sa sikia, mimi tayari nimeshaanza, mazingira yote yaani, mazingira yote nimeweka sawa, ni wewe tu nakusubiri. Mm. Sawa, iko ladha ah, ah. Sasa hiyo ndo kazi ya kufanya kwamba usije sasa hivi. Kama ni vyombo siutaosha hata baadaye, mimi siwezi Basikia fanyie. Wewe njoo. Ukifika room muda, wewe njoo. Alafu mengine tutajua cha kufanya. Sawa. Fanya haraka sasa. Mimi nakusubiri wewe, tujue mchumba. hivyo shemeji, una akili wewe, unarudi kwa mimi pochooni. Kuna moja kuoga, ni moja kujisaidia, hujui hilo? Bahati mbaya tu, hizi nazo ulikuwa hujui nini? Wakati nimetoka pale, nimekuacha pale, umeniona kabisa mi nakuja chooni na maji, nakuja kuoga na wewe, unakuja chooni, una maana gani shemeji bwana? Si unajua kuhafirika, nilihafirika tu. <laughs> shemeji nataukate kwenye baa gani au kwa chuo ni nikafanya shughuli zingine kwenye baa gani. We, koma kwanza, shimidio hapo ni sam boy. Alafu, kitu kingine, naona kabisa mgongo bado hujatakata huo, hapo nikifika huko mimi nakusugua, na kitu kingine, umo ndani hamna atakayejua kwa sababu hapa ulipo umekuja wewe, ni mgeni na huna mtu yeyote wa kukutimizia shida zako. Kuna muda mwingine unatakiwa ukae na mimi vizuri hadi niweze kukupa mambo mambo, shemeji hata hivyo tu, ninakupenda. Lakini samahani, hivi sijakuumiza kweli? Hivi una akili kweli, unajielewa? Hivi unachokiongea unakifikiria kweli? Shemeji, kinaingia akilini? Yaani unatoka tu sijui wapi, shemeji, sijui nini, ila shemeji, unazimbua bwana. Sema poa, au sikilia Kama nilivyokuambia kuna kazi nahitaji nikupe na ukishaifanya kwa ufadha takuwa nakulipa. sijui minaelewa vizuri. Nina rafiki yangu arafiki yangu anahitaji kujiingiza kwenye mahusiano pembeni, lakini anamke sa kanilia, kanishawishi, kanipanga, anataka kuwa na mchepuko Siyo, naelewa. Na kwa maono yangu kwa kuwa Rusi na kujua toka utotoni paka unafikia hatua hiyo, nikasema rafiki yangu kuhusu issue basi shaisha. Siyo, naelewa? sasa basi, nahitaji uanzishi naye mahusiano, lakini sasa hiyo mahusiano sasa, hakikisha usifanye naye mapenzi mpaka hatua ya mwisho. Sasa huo mchongo mimi nitaweza kweli? sababu unasema ana hela, alafu hapo hapo nisitembe naye hivi? Umfikiria mtu anakupa hela zake bila kutembea naye? Rusi uy si mtoto mdogo bwana, afu na akili nyingi, yani mpaka nafikia tu kuchagua na akili sawa. Huyo mwanaume na unamzungusha tu sisheleo, anakupiga simu bwana, mimi unawambia tu niko bize, niko hivi, niko hivi niko hivyo, mpaka mwisho wa siku mimi si nakulipa, mi nakulipa Nakopa pesa sawa, haina shida, ndio michongo yangu hiyo. kwa maokoto tu, kama na maokoto tajitahidi. Hayo ndio maneno sasa, hayo ndio maneno ambayo nahitaji mimi kuyasikia kutoka kichwani kwako. hmm. Wewe tena kwa michongo hapa kijijini uishiwi. Basi, hamna noma, poa, takutana baadaye. Hamna shida, sawa. Hai. E, alo mchumba. Halo, sasa wewe, mbona mpaka sasa hivi utokei? So, sikiza nikwambie, hapa nimeazima simu ya dada, simu yangu mi iko chaji. Umeanza visimzio vyako mii, mda wote nakusubilia wewe tu. Aafu atauji we una haraka za nini? Mi nishakwambia nakuja, siwezi kukuangusha mda ule tulionana vipi, uliniambia kwamba unakuja. Sasa hivi mpaka sasa hivi hujatokea, ujatokea na mimi mwenzio hukumi, nakusubiria wewe tu, nina mambo mengi ya kufanya, lakini nakusubiria ya wewe mpenzi wangu, afu unaniangusha. Nakuja, siwezi kukuangusha. unakuja eh? Niahidi basi. Kwa nini uniamini mimi, mkude jamani? Mda hulo uliniahidi hivyo hivyo, lakini akutokea. Basi isijurudie basi. Subihi nimalize kazi za hapa nyumbani nakuja muda si mrefu, ila nakuomba usipige tena umu, maana hii simu ya dada. Dada mkali na simu yake. dakika kumi tunakupa, ukichelewa basi. Aya, sawa, baadaye. Amekaa huko anategemea mimi, yeye kwa hela gani ya alionipa? Ila watu wa kijijini sijui hata wakoje. Yani mi nitoengwa tu zangu hapa niende kwake? Sifanyi wa upumbavu na sina huo mda mchafu. kayaimi yani sikufichi toka nianze kuwa nawe yaani uko ni mtu mwenye karaja sana. Mm -hmm. Kweli muungu. Mm. Muungu bana. Ah. Ah, sehemu. Oh, mambo nakaji freshi no saizi. Dada salama, mambo a. Oh, uh... umependeza. Asante ah, aya ah, shemu mi naelekea dukani. Wasalamu nanoo, shemeji aya, ah, mue na siku njema ah.